Mimi na pesa zenye niko nazo mnaweza nisaidie. Wewe kwanza mwenye unakaja. Hebu kuja hapa kwanza ukule. Hadi pale kwa yule mama. <laughs> Mama mgani? Kidogo. Tunaenda pale kwa yule ako pale ama ama ni nini? Mami bado ni abao ama? Si mbali mm, ni hapa tu karibu. Ameniambia tupatane hapa hivi karibu na sasa, mm. E, unajua mimi staakitukifika huko mm -hmm. Ikue ati ni kelele, because kuna watu wenye wanasema umesema, mm. so, ati siku hizi anafanya nini? Siku hizi huyo mama ni kama alirushiwa roho ya umaraya, anaenda tu anaenda kwa baa, amerushiwa spiriti mbaya, kila mwanaume mwenye akona pesa anamuona yeye mm. Eh, sasa amekuwa tu malaya mkubwa sana sana sana, hata mm. sijui tumsaidia aje, mm. juu ya mama na, yani yeye anasaidika na aje sasa. Mdogo ndio maana aliniachia mtoto, klub kubwa kubwa hata ikujua sasa, zingine hata analala njaa yani, ya, sinona... mimi ndio na hasa huku ma mafua ndio mm. nimsaidie juu sasa eh, watoto wakilala njaa siku mbili tatu. So ukienda kwa yule mchawi ia. Nilikuwa naenda, naenda kumtafuta nao. Mchawi anakuanga asikujua ikiwa kwa usingizi, nilijua ni, ni yeye, kwa sababu niliwaona na yeye na pia singu huenda hapo sana, so venye tunaenda yo mchawi ayuko mbali Mm. Hey. Najua pa, sista wangu ameniambia tutapata tu hapo akosangioilia, kwa sababu pesa yote napata kwa umalaya napelekanga huko, ameniambia Mm. Mm. si venye amempiga simu amesema ameniambia like the same place yenye nawambia, twe twende abadilike, aombewe, hizo spirit zitoke, arudi kwa sasa, tuishi venye tuko na shingi kitambo. Mm. Aangalie mtoto wake ama hata achukue mtoto wake, mi niache tu na wangu, mi nitakuwa tu sawa yani. Aache tu hizo kazi, juu unasikia amerushwa pepo mbaya kabisa eh? Mm. Ati yeye akienda kwa baa wale wanaume wako na pesa, hata hata wengine wakubwa kabisa, ana wanamuonanga mm, tu hata mkwe. Kuna warembo wengi hapo wanaonanga tu hiyo sistangu, kuna hiyo spirit au wanaume waeziona mtu mwingine, wanaona tu hiyo sistangu. Mm. Mm. Ebu, ebu nitolei kidogo, dakika moja nitolei. Dakika moja niongee na huyo. Unajua hiyo story yenyewe huyo madam anasema. Sijui tunataka ku approach na mambo gani because si anasema sister yake ni kama amefungia. Na ni msichana amesoma. So mimi naona tu tumuingie na Yeah. Tusimnini tusichape, mm -hmm. Si nakonga counselor, mm -hmm. Situmpee counseling session tuone kama, mm -hmm. anaweza fungua roho yake aniweke kitambaa waamaaa Mka... kukaa na mtoto wake, maana ya mama na mtoto, na pia uhusiano yake na yake sista yakesaaa venye akai vizuri, ajapata kazi see, ni kitu ingine, hmm? but kama ni mtu mwenye amesoma na amepata kwa Hmm? Uh -huh. No, okay. <laughs> Naona mbuzi hapa, nakumbuka zile mbuzi tulisema tunafaa tununue za sadaka. Mm -hmm. Ama tutaenda kutafuta huko chago huko, tutaenda kutafuta huko mbuzi nzuri munono, sadaka unajua itakaga mbuzi nzuri munono, eh, itakaji mbuzi imekonda koda. Sasa tuende wewe ukaongea mimi nitafuatilia and then from there tutaona vipi tunafanya sawa? Wacha tuwasaidie tu ndio turudi kwa huyo kwa huyo Ana. Anaitwa Ana ama Ann. Fanya hivi na kurudishia hii. Ndio, in case mtakuwa mnaongea na sis, mimi nataka kusikia mnasema nini na yeye. Unanielewa? Na hatutaki kuenda kupigana vita mm. Na sitaki tuende tuwakiusiane ala vita, ameniambia tu nimpate tu tu hapa hapa ako huyo, akosangi mtu eh, lazima tuelewane. Unajua, mimi nishawaiende huko, watu wanaanza kushikana pesa yote alichukua jana eh, watu wanaanza kushikana na kupigana, hatutapigana na kuna kumwongelesha vibaya mm. eh, Batua inajua uko na mauchungi ye ujam sana, ah, chana nayo hiyo ni kawaida mm. Tuniende tuonge mm. na yeye kiheshima. Kila mtu anaitafuta usaidizi hapa, kuna mtu mwenyewe atafuti mm. usaidizi hapa mm. si ndio? mm. Situendeni basi sawa, si mbali, lazima mm. kuwe ako tu within hapa mm. e, tu karibu mm -hmm. Mm -hmm. But I'm sorry. Si wewe si peke yako umekuwa na hiyo issue na, na shida na familia, ni watu wengi wamerushiwa hiyo pepo mbaya hivyo. Familia ha, mingi zime... Sasa huyu hata anafaa afanyiwe counseling, hata mtoto hajui, mtoto mtoto ananitanga hadi mama. Kwani ni wapi sioni mtu hapa? Ah, ndio ule. Ndio ule sister angu, ndio ule. Ah. Huyu mwenye kukaribu kwa gari. Eh, ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu.

hawa wamekuwa nao watakusaidia hawa ndio watakusaidia, watakusaidia kubadilika. Zituongeni <coughs> eh? unataka usaidiwe leo na utasaidiwa leo utasaidiwa leo kupigana. Anakuanga hivyo hivyo kihivokia hivyo. Hebu niambie, mtu ameenda majuna amerudi, unaona bila ya ameenda majuna akarudi na usaidizi, usaidizi yenye anatupea

Saidi, utaishi na shida, niachia mtoto, niachia mtoto. Aa, polepole, sitosalibi Aaja, ona mami, hatujakuja kwa ubaya. Kwa nini watu wanapiga? Sikiza hata tujaongea na tumeanza vita. Sikiza sisi ni wageni pa

auwezi jua, hebu ongea polepole na yeye, tumelewana tukuje hapa vita vitaaene. Nakuana ianakuanga hivyo, hebu niambie, anakuanga tu hivyo kila wakati, sasa na biashara zangu uu ni tuongee na yeye na heshima. Najua ni mdogo wako mm. Unaelewa? Mm. Tukienda hapa vita kuna kitu tunaenda kusolve. Atakazilika, ingie kwa gari lake aende. Ndio maana tuko hapa. Ndio, mm, maana tuko hapa.

njaa jana na watoto kutu... watu uliniachia ni mtoto mtoto mganga mtoto, mtoto hatanakula. Ah, ulinitumia pesa nini? Unapelekanga kwa huyo mganga, huyo mganga kwenye unapeleka unapelekanga mtoto kwa mganga, unapelekanga pesa zote kwa waganga, unaniachia mtoto Hebu mseme venye hmm? Mnasema niko na dakika kidogo sana za kuwasikiza nirudi kwa kazi zangu. Sina time ya kuwesta hapa nisaidie hmm. hmm. hmm. Amesema hmm. Naitwa Nyambo ama Wambo hmm. hmm. Wambo hmm. Mi, mi naitwa Pita huu hmm. Ni mwenzangu mi ndio mwenye hiyo kamera hmm. hmm. hmm. hmm. Tumepata sister yako amezirai pale. Unaweza kunilipo kuniweka kwa hizo kamera. Sasa hiyo ni kamera gani? Mami, tunataka tusaidizi. mm -hmm. Najua kamera ni kidogo, ni simu, hata si kamera mm -hmm. Ah, tumepata sista yako amezirai pahali, ameanguka chini si mm -hmm. Tijua awezi saidika, nikubalie, nikuekei tuongee na wewe. Sikiza, sista yako alikuwa anaumia pahali mm -hmm. Kuna mama mwenye anaitwa Ana mm -hmm. Najua unamjua mm -hmm.

Hii biashara tunataka kuchoma mm. Na wewe kuna maombi Mkwana, tu... u, u, u, kweli mgani, kuna mambo tunafanya na, because tulikuwa na yeye huyo mm. ana tulikuwa na yeye na tunajua chenye anafanya na anafaa awe sahizi. Tumeenda na yeye kitui, unanielewa? mm. tumeenda na yeye kitui, sasa kwanza tujampata mm.

mtoto wako unadhani amekula nini kama mwenye ako na ana hiyo ndio inaisha, sababu hata we kwa nini urudi nyumbani? We uoni umefungiwa pahali? We kwa nini urudi nyumbani? We uoni umefungiwa pahali? Ni huyo ana tusaidiane, tuchome hii dabau ya ana. mm -hmm. Sister yako aweze kukupata we ufunguliwe uru mambo iendelee vizuri. Ona leo tell, tell something about the kid Hmm. So sisi tunataka kusaidia, sijui ikiti yetu kama inaenda kuesha. So huu mwenzangu ni, ni a professional counselor hmm. Somebody mwenye certificate za counseling mm. Kama kuna shida yenye iko pale kati yako na sister yako mm. Ataweza kuwaleta pamoja mm hadi -hmm. Na mtoto si kitu, tunataka ni usaidizi zi familia anirudi pamoja mm. Usaidie sister yako, kusema kweli, uko na uwezo wa kusaidia sister yako. Sister yako asikae hivi, sister yako asikae hivi. Sasa sasa, huyu ni gani anakaa hivi? Sasa hizi ni maneno gani kunaona? Wacha niwaambie sitaki hizi ujinga zenu, sawa zangu. Sitaki ujinga zenu, mimi mambo zenu mi msinilete, acha nitasolve maneno zangu kiviangu. ni sawa wewe tafuta venye unaweza. kwa nyinyi wote mniondoka nishie hapa. Sasa mimi si tumekuja kukusaidia na unatuongelesha hivyo.